Sana, karibu sana hapa kwenye channel hii ya hisia maishani. Leo nakuletea mada inayosema unachokiona moyoni ndicho utakachopata maishani. Pendwa, ningependa kuletea mada hii kuweza kuelimisha jinsi gani watu wengi wanajiharibia maisha yao wenyewe bila kujua, wana anza kuwalaumu watu wengine, kulaumu serikali, kulaumu wafanyakazi wenzio au viongozi wao katika kazi. Unaweza kulaumu wazazi, unaweza kuwalaumu walimu, lecturer, whatever it is, wakati kosa ni la kwako mwenyewe. Unayavuta matatizo katika maisha yako wewe mwenyewe bila kujua. Ukweli huu umeshindwa kueleweka kwa watu wengi sana sana, tokana na kwamba watu wanataka njia za mkato kupata maisha yao yawe katika hali nzuri sana. Napozungumza kwamba unachokiona moyoni ndicho ambacho utakipata maishani, inamaanisha hivi: ili uweze kupata vitu ambavyo utavifurahia kwa muda mrefu na vikadumu katika maisha yako, la kwanza, inapaswa utengeneze moyo wako kwa sababu kila kitu ambacho kinaonekana hapa duniani, iwe ni gari, kuna mtu alianza na wazo kutengeneza gari. Kuna mtu alianza na wazo kutengeneza ndege ambayo itaruka inabeba na watu, inabeba na mizigo. Kuna mtu alianza na wazo kutengeneza meli na watu watu na na na na, kuna mtu alianza na wazo kutengeneza meli itakuja kuelea juu ya maji na kubeba watu au mizigo. Kila kitu kilianza na mawazo. Sasa ni jinsi gani mawazo yako unaweka katika hali ambayo itakuletea vitu ambavyo vitaletea furaha katika maisha yako na furaha itakayodumu. Watu wengi wameweza kuhangaika wakapata pesa na utajiri mkubwa, lakini wakakosa raha ya kufurahia utajiri huo. Kwa nini? thamani yako wewe kama wewe haitegemei pesa ulizonazo au mali ulizonazo. Iwapo thamani yako itakuwa inapimwa kutokana na pesa ulizonazo au mali ulizonazo, kwa maneno mengine, ni kwamba kila unapotumia pesa ulionayo kununua kitu kingine, labda umenunua chakula, thamani yako inashuka, kwa sababu ile hela umempa mtu mwingine, imeshuka. Unaponunua vocha ya kuweka kwenye simu yako thamani yako imekuwa imeshuka kwa hiyo basi, utakuwa unakosa amani, unakosa furaha katika maisha yako, kwa sababu kila siku thamani yako inashuka inapanda, inashuka inapanda. Kwa hiyo haina msingi ulio imara kwamba itabakia pale pale. Furaha yako itakuwa ni ya kushuka na kupanda, ya kushuka na kupanda, na ndio maana inakuwa rahisi sana kuwalaumu watu kulaumu mazingira ulio nayo, kulaumu serikali. Kwa sababu gani? Umeiweka thamani ndani ya moyo wako kutegemea pesa au mali ulizo nazo. Kwa hiyo kila unapotumia hela, thamani yako inashuka. Kwa hiyo unajikuta una amani yako vile inashuka, furaha yako inashuka, inapungua. Na kadri inavyopungua amani yako, ndipo hapo ambapo uwezo wako wewe wa kuweza kutengeneza vitu vingi zaidi vitakavyodumu katika maisha yako unapungua vile vile. Naomba unisikilize, wataalamu wa sayansi ya maisha wamefanya uchunguzi kutumia maabara mbalimbali za kisayansi. Kuna sayansi inaitwa quantum physics ndio sayansi ambayo inaonyesha wazi kwamba kuna ulimwengu mwingine ambao hatuuelewi, hatuuoni kwa macho, lakini unafanya kazi na kuathiri maisha yetu leo. Kwa mfano, samaki aliyemo ndani ya maji haelewi kwamba kuna ulimwengu mwingine, haelewi kwamba kuna ulimwengu mwingine, haelewi yeye anaishi tu kwenye maji yale, haelewi kwamba kumbe ulimwengu mwingine unaweza kumwathiri yeye. Watu wako kwenye ulimwengu mwingine wakatengeneza ndoano, wakaweka na chambo, wakaitumbukiza kwenye maji. Samaki akaiona, akifikiria ni chakula tu kama chakula cha kawaida cha kula, kumbe anavutwa, anatolewa kwenye maji, anafunguliwa, anachinjwa, anachukua mboga. Hajui. Kwa kuna ulimwengu mwingine ambao unafanya kazi ambao hatuelewi. Kwa hiyo kama samaki anajua kwamba ulimwengu wake ni kwenye maji tu kuna ulimwengu mwingine. Sasa wataalamu hao wanawasayansi, inaitwa wa quantum physics yu. wanasema hivi, mawazo ulionayo ni energy, ni nishati. Mawazo yaliyomo ndani ya moyo wako ni nishati, yana nguvu ya kuvuta vitu kutoka nje ya ulimwengu huu wa kimwili. Unauona, utaona watu wanakusumbua, bosi wako hakuelewi. Haya matatizo umeyavuta wewe mwenyewe kutoka kwa bosi wako, kutoka kwa mke wako, kutoka kwa serikali, umeyavuta wewe mwenyewe, kutokana na mambo ambayo yamo ndani ya moyo wako. Ni energy, ina attract, kama vile nateeeza usumaku wa aina fulani, unayavuta yale mambo. Sasa kwa Kiingereza wanasema hivi, It is something that transcends Nasema hivi kuna mawazo yako, ni kitu ambacho kinavuka mipaka katika ulimwengu huu wa kawaida na kuconnect na mambo mengine katika ulimwengu mwingine huko wakiroho. Wewe unaamini Mungu yupo au hayupo, lakini napenda nikwambie kwamba kuna hiyo kazi. Unaamini kuna wachawi, na kweli wachawi wapo, upende usipende, wachawi wapo, wamegundua hiyo sayansi na unaitumia vibaya <gibu>, wachao wameigundua hiyo science na wanaitumia vibaya. Naomba nisikilize, huwezi ukatoa kitu ambacho huna. Naomba nisikilize hapo, huwezi ukampa mtu kitu wakati wewe huna. Huwezi kumpa mtu shilingi elfu kumi wakati una shilingi elfu tano moyoni. Kwa hiyo kile kulichonacho moyoni ndicho ambacho unakitoa nayo kama mbegu ambacho ulionayo moyoni ni kama mbegu. Unaipanda itakuletea mazao mengi zaidi. Kama unapanda mbegu moja ya maharage inazaa maharage mia tano. Kadhalika mawazo yako ni mbegu ya maisha yako. Mtaalamu mmoja akasemaje? Mtaalamu mmoja akasemaje? Akasema hivi, akasema kwa Kiingereza, akasema akasema, akasema control is an illusion. Unapotaka kutawala kila kitu kitokee kama unavyotaka wewe, unajiingiza kwenye mtego usiyouchua. Kwa sababu gani? Inakuletea ma, ma maisha ya wasiwasi wasi. Akasema hivi, muangalie samaki. Samaki yuko katika bahari ambayo ina mawimbi mengi, mawimbi mengi yanakuja, mawimbi pofo fa fa, lakini samaki hangaiki juu yale mawimbi. Mawimbi mawimbi hangaiki, yani chojua tu ni kuogelea tu, ni kuogelea tu, ni kuogelea tu kwa hiyo lazima katika moyo wako ujifunze jinsi ya kuogelea katika mawa, katika hali ya kimawazo ili uweze kuvuta vitu ambavyo unavihitaji katika maisha yako, furaha ambayo itadumu, mali ambazo zitadumu. Narudia tena pointi hii, iwapo thamani ya maisha yako inategemea pesa, kila unapotumia pesa thamani yako inashuka. Kwa hiyo itakuwa inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, ndio maana unakosa amani na unapokosa amani, mwanake utavuta vitu ambavyo havitakuletea amani. Utavuta migogoro, utagombana na baba yako, utagombana na mama yako, utagombana na bosi wako, utagombana na mke wako, kwa sababu unayovuta wewe ni matatizo. Utaanza kuwalaumu oh, watu wanipendi, oh, na nini, utalaumu watu, kumbe wewe umepanda mbegu ya migogoro, kwa sababu ile hali ilikuwa na wasiwasi tayari, ni mbegu ya matatizo katika maisha yako. Mtaalamu akasemaje? Iwapo mawazo yako yanakuwa vitu, lazima uchague unawaza kitu gani. Uchague asema asema hivi kwa Kiingereza, sema you create your own reality, you create your own reality. Asema hivi, if your thoughts become things then you need to choose what Kind of, lazima mawazo yako yanakuwa vitu. Kwa hiyo ujifunze kuchagua mawazo yako, usiendehendeshe tuna mawazo. Lazima ujifunze kukataa mawazo ambayo yanakukatisha tamaa, mawazo ambayo yanakutisha kwamba hili sitaliweza, hili sitaliweza, hili sitaliweza. Haya mawazo yanapaswa uyakatae, kila kitu kinawezekana. Mtu mmoja anaitwa Yesu akasema hivi, yote yanawezekana kwake aaminie. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana utambue kwamba kuna kitu ambacho inapaswa ukifanye katika maisha yako, kwa sababu mawazo yako yanaumba vitu katika ulimwengu wa kiroho, upende usipende. Sasa kuna watu ambao wanapata shida sana. Napenda nikwambie hivi, huu ni mtego, pale ambapo unajikuta kunapokuwa na ukimya Yaani hakuna sauti yani, kuna watu wengi sasa hivi yani ukikaa kimya hivi tayari amekimbilia kwenye simu, ana scroll, ana scroll, yani hawezi kukaa kiwepo na ukimya, anapata shida. Watu wengi sana, watu wengi sana, yani ukiwa na ukimya ataweka redio, utakuta masaa yote kuanzia asubuhi mpaka jioni redio ikoone gongo gongo, kuna muziki, kuna hiki, yani si radio ikizimwa, anapata shida. Watu wengine hawalali, redio iko nyumbani wanapata usingizi. Kwa nini? Ni kwamba hana amani ya kweli ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo atafuta matatizo bila kujua, matatizo atagombana na watu, atafikiria watu ni wabaya. Watu sio wabaya, ni wewe mwenyewe umeuvuta huo ubaya katika maisha yako. Nisikilize nikuambia, ukimya Wataalamu wa sayansi wamegundua hili meditation. Muda wa kukaa na kutafakari ni muhimu sana, ili uweze kufuta mambo mazuri. Muda wa kukaa na kutafakari ni muhimu sana. Kama unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google, tafuta meditation. Unapokuwa umekaa katika hali ya ukimya, ni kama vile mtoto aliyekaa ndani ya mimba, ndani ya mfuko wa uzazi, amekaa ametulia, hakuna kelele, hakuna nini, lakini anaumbika anaombika, kuna ukimya lakini kuna kitu kinachoendelea ndani ya huo ukimya. Angalia yai, yai sawa, mama nanii, kuku anaatamia yai siku ishirini na moja. <laughs> siku ishirini na moja anatamia yai, baada ya siku ishirini na moja mtoto ana, kifaranga kinachotolewa. Mimba miezi tisa, kuna hali fulani ya ukimya ambayo ni ya muhimu ili kitu kizuri kitokee. Watu wengi wanaogopa ukimya, awajui wanajiharibia, wanaweka maredio, wataweka mamiziki, wataweka tamthilia, wanaogopa ukimya. Ule ukimya ndio unaotazania kutengeneza mambo ambayo yatazaliwa katika maisha yao. Wanafikiria kwamba kuangaika sana, hiki na hiki na hiki na hiki. Lazima utafute muda wa ukimya. Ndio maana wasabato siku ya Jumamosi awapiki, wafanya nini wasabato? wanaamini hivyo, Mungu aliwaambia hivyo, siku ya saba ni siku ya sabato, pumzika, usipike wala usinywe mm. wala usitafune kitu. Una muhimu wake kutulia kimya, unatengeneza nguvu ya mvutano ndani ya akili yako, unatengeneza sumaku itakayovuta mambo katika maisha yako. Hisia zako ni za muhimu sana. Maisha ya kuwa na furaha yanatengeneza nguvu ya hali ya juu sana, wanaita frequency. Naomba nisikilize hapo. Sawa? Uwezi ukafungua chaneli ya Star TV ukakutana na BBC. Hizo ni frequency. Kwa hiyo hapo ulipo kuna mawimbi ya BBC, ya CNN, ya TBC. Yote hapo hapo. Inategemea umefungulia chaneli gani? Sawa, inategemea umefungulia chaneli gani. Kwa hiyo mawazo yako ni, ni signals. Ni ishara kwamba umefungulia chaneli fulani. Kwa hiyo, anza kuwa unawaza mambo mazuri muda wote. Mambo ya kutisha usiyaruhusu yakae ya kwenye akili yako. ha, ile hali ya kuogopa ogopa ni mbaya sana. Mmoja akasemaje, joy is an indicator of spiritual well-being. Yaani, yaani yaani yaani, ukiwa mtu wa furaha, furaha inavuta mambo mazuri ukiwa mtu wa huzuni huzuni wasiwasiwasiwasi, unavuta mambo mabaya katika maisha yako, upende usipende, huo ni ukweli. Hizo ni frequency, hizo ndio channeli za maisha. <laughs> Mtaalamu huyu mmoja akasemaje, when I lose my joy, when my eyes are on my circumstances, then I'm in trouble. Anasema ma, macho yangu yanapokuwa naangalia matatizo ulionayo, mambo ambayo nakabiliana nayo, anasema nimeingia kwenye matatizo tayari. Kwa sababu ninaharibu ile frequency. Sasa nisikilize hapa. Kilicho cha juu ndicho ambacho kinatawala kilicho chini. Katika maofisi kuna bosi, mkurugenzi anatawala meneja na katawala huyu, anatawala wote wa, mpaka mfagiaji wa ofisi. Kilicho cha juu ndicho ambacho kinatawala cha chini. Sasa joy au furaha ni ina frequency kubwa zaidi iko juu sana, kwa hiyo inatawala mambo ya chini, inatoa uongozi kwenye mambo ya chini. Ndio maana Mungu akasemaje? Akasema hivi, mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo yenu nyinyi. Haleluya! Kwa wale ambao wanasoma Biblia, anasema mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu nyinyi. Kwa hiyo lazima tulete mawazo yetu katika kiwango cha juu, tusikubali kushindwa. Vitu visikutishe, kwa sababu watu watu, watu wana nguvu ya kupita kiasi. Akili yako ina nguvu kupita kiasi. Mtaalamu mmoja akasemaje, nguvu iliyomo ndani ya moyo wako, nguvu iliyoko ndani ya moyo wako ina thamani ya dola bilioni themanini na tano. Yaani umeme uliomo ndani ya moyo wako ina nguvu ya thamani ya bilioni themanini na tano. Shida hujui jinsi ya kuitumia hiyo nguvu sawa? So, hujui jinsi ya kuitumia hiyo nguvu iliyomo ndani ya moyo wako. Wasiwasi wasi unainyonya ile nguvu uliyomo ndani yako ya kukuletea matokeo mazuri katika maisha yako. Wasiwasi, hali ya hofu, hali ya kuchukia watu na walaumu watu, ndio maana wataalamu wanasema kusamehe ni kitu cha muhimu sana. Jifunze kusamehe watu bila kujali wamekuomba nikuomba msamaha wa, msama wajakomba, we samehe tu, wachana nao kwa. Kama samaki haangaiki, yanapotokea mawimbi haangaiki, anaogelea tu, anaogelea tu, haangaiki. Samaki haangaiki, anaogelea tu, yanakuja mawimbi, yeye yumo tu, anakwenda nayo tu vya so, unapoangaika na watu, ile nguvu ulionayo ya kutengenezea utajiri, ya kutengeneza ushindi inakufa. Unapoweka thamani yako kwenye pesa unazotengeneza thamani yako inashuka kwa kila kitu unapokinunua. Kwa hiyo ile chaneli inaharibika, unakosa zile frequency za kuletea mafanikio ambayo yanadumu. Eh, hey hey, wataalamu wa sayansi wameangalia hiyo sawa sawa. Hilo jambo la msingi sana. Kwa hiyo lazima utengeneze thamani ambayo haitegemei pesa. Nasema hivi, your values guide you where you should be. Si kwa hiyo unapoweka thamani kwenye pesa sana, badala ya kuweka thamani kwenye furaha ya moyo wako. Kwa hiyo mtu anapokudhulumu, furaha yako yote imepotea, kwa sababu uweka thamani kwenye pesa. Ndo maana hmm. Yesu akasemaje? Akasema hivi, ukimkopesha mtu usihangaike kwamba kurudishia ile hela, usihangaike naye hmm, kwa sababu kuna nguvu ya kutengeneza pesa nyingine zaidi ya ile uliokopesha ndani yako. Kama tayari una nguvu ndani yako ya kutunza pesa nyingi zaidi kuliko zile ambazo umedhulumiwa. Anasema mtu akikulazimisha kutembea kilomita moja, tembea naye kilomita mbili. Ya, anyway, siko hapa kuhubiri lakini nakueleza hizi principles zimegunduliwa na watu ambao wanaziita manifestation techniques. Watu ambao hawamjui Mungu. Manifestia, wanazitumia hizi hizi kanuni na kuweza kupata mambo tokeo mazuri sana. Kila kitu kinachotokea kina maisha katika maisha yako ni muujiza. Ukitaka kutawala kila kitu utakosa furaha katika maisha yako na utawalaumu watu bure. Uwezo kakotoka, ukiona kitu kwenye sayansi inaitwa eh, illusion of control. Illusion na control, unafikiria kwamba unaweza kutawala mambo yakaenda kama unavyotaka wewe. Uwezi, kama vile uwezi ukahangaika kiasi ambacho ukazuia jua lisizame, litazama tu <laughs> uwezi ukahangaika kuzuia jua lisitoke, litatoka tu. Kama uwezi kuzuia jua lisitoke, usifikiri unaweza kutawala kila kitu. Utahangaika sana, utakufa, utawaachia mali wajinga kwa sababu ya presha ya moyo <laughs> utakufa wengine wanajinyonga. Ana hela nyingi sana, hela amepata, amehangaika kupata pesa, lakini anajinyonga, maanake haoni faida ya ile hela, haimsaidii kwa sababu moyo wake unahangaika siku zote, hauna raha. Akinunua gari, anao hela imepungua, atakanunua tena, atengeneza hela nyingi zaidi. Kwa hiyo thamani yake alikuwa ameiweka kwenye hela, sasa hela inapopungua nafsi yake, hata kama amenunua biskuti tu, kwa sababu imepungua, nafsi yake tayari, kwa sababu ameiambatanisha na hela, nafsi yake inakosa raha ikosa laha. Ile chaneli imeharibika, ile channel imeharibika, kwa anashindwa kuvuta vitu vizuri ya kuweza kuishi maisha. Nimekuwa nimejaa furaha kwa sababu ninaitengeneza channel yangu, basi sitaki kuhangaishwa na kitu chochote kile. so, magumu magumu yapo, lakini nimeweka moyo wangu kama samaki. Yakija ma mawimbi katika maisha yangu, naelea tu naelea tu naogelea tu naogelea tu, si babaishi na magumu yanayokuja. Najua jua litawaka tena giza. Usiku sasa hivi ni usiku, ni giza, lakini bila giza, jua litatoka tu asubuhi. Si babaishi na giza, sawa. Si babaishi na giza nalopitia sasa hivi, najua asubuhi jua litatoka tu. Haleluya! kwa hiyo naiwe kwako hivyo. Mungu aliyeumba mbingu na nchi akusaidie kuelewa hili ili usilaumu watu, usilaumu serikali, usilaumu si mazingira ulionayo, usilaumu angalie Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hii ni channel inayoitwa Hisia Maishani, tafadhali sana jisajili, ili uweze kupata video nyingine tena, ukasome sayansi hii ya maisha, jinsi gani hisia zinaweza kukuletea mafanikio makubwa sana Jinsi gani ya kuweza kutawala mawazo yako, usikae ukanyong'onyea kama vile mtoto yatima aliyeachwa peke yake msituni. Sajili, subscribe, waambie marafiki zako kuna channel itamu sana hapa. Bye, bye.